Familia moja eneo la Junju kaunti ya Kilifi inalilia haki baada ya mtoto wao kwa jina Anestine Dzidza Tunje mwanafunzi mwenye umri wa miaka kumi na mitano wa gredi ya nane katika shule ya msingi ya Gongoni iliyoko Junju anayedaiwa kupigwa na mwalimu hadi kuvuja damu ndani ya kichwa chake hali iliyomfanya kufariki. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya hospitali ya rufaa mjini Kilifi kaunti ya Kilifi, Alex Tunje Mzungu ambaye ni babake marehemu, anaeleza kilichojiri hadi kufariki kwa mwanawe kupeleka hospitali akamangaliwa malaria, akaangaliwa kila kitu hakuonekana akapatiwa mpeni kila kutuliza kichwa, tukarudi nyumbani Jumamosi. Siku ile ya kufuatilia nikamuuliza uendeleaje, akamsema kidogo nafuu, lakini Jumapili sasa asubuhi <coughs> nilipoamka nikamuuliza, nampata hani aongei vizuri, nikimuuliza mdomo haufunguki kabidi katoka naye mpaka Vipingo Hospital tena, akaenda kaenda kwa maji na kadungwa sindano moja, akasema naenda, mkamwangalilie Jumatatu, muende mwende naye Kilifi. Tukaja mpaka Kilifi Haka Kilifi, tukapokelewa vizuri, tukapata kitanda, akapigwa picha ya kifua na akapigwa ya nini pia ya kichwa kitu sana nane nane hiyo, lakini majibu sasa wa, madaktari walikuwa hawataki kutuambia ule wanatupicha ukweli, wanatupicha pi tuambia ule ukweli. Siku ya jumangapi ilikuwa Jumatano, wananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Jumatano juma, juma, juma hamisi kitu sanga, pinga, pio, saa ngapi ngapi hiyo saa sita sitasita kama tem kama hii, yuko hali mbaya kabisa. Nikamchukua kumweka, kamchukua akaenda pale kwa ICU. Kufika kitu saa kumi na moja ile asubuhi ya Alhamisi hiyo sasa, na madaktari wakaja kunambia mtoto wako ameshindwa. Katika barua ya daktari ambayo tumethibitisha baada ya marehemu kufanywa upasuaji katika hospitali ya Rufaa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, inaonyesha marehemu alikuwa na majeraha ambayo yalimsababishia kuvuja damu ndani ya kichwa chake. Naye Jimi Thoya pamoja na Caroline Mbeyu ambao ni wanafamilia pia wametaka idara ya usalama kaunti ya Kilifi kumchukulia hatua za kisheria mwalimu anayedaiwa kumpiga Anestine, ili familia yake ipate haki. Ni hatua gani watachukua kudhibiti mpaka watoto wengine pia wasiathirike na hili jambo? Tunaomba mtusaidie, serikali, tunaomba huyu mwalimu achukuliwe hatua. Inauma, inauma. Tumesikitika sana kama family na tunahuzunika na tunaomba vyombo vya serikali viweze kuchukua hatua ili tuone haki ya huyu msichana inapatikana. Kwa upande wake Salome Karisa ambaye ni mtetezi wa haki za watoto anakashifu kitendo hicho na kuahidi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu watahakikisha haki inapatikana kwa familia hiyo. Sisi kama mashirika um, ama watetezi wa haki za binadamu hususani pia watoto, tunapinga vikali tendo kama hili ya uvunjaji wa sheria hususan kwa haki za watoto ambao wao hutetewa na serikali, maana wao hawana maamuzi, ila basi tunaomba na kwa, kwa pamoja kwamba kitendo kama hiki kisiwahi kurudiwa na liwe funzo na ule mwalimu aliyehusika apate kuchukuliwa hatua. Hata hivyo naibu kamishna wa eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, Samuel Mutesia Mwinde amethibitisha kuwa walipokea taarifa kuhusiana na kisa hiki na walikuwa wanasubiri ripoti ya daktari ili hatua za kisheria zichukuliwe eh, hivi akaweza kukua na kangaza hospitali kama na akaweza kutuacha. E, lakini unajua sasa kwa e, kiusalama tetesi lolote nikikuja huwa lazima ya e kichunguzi e, na ndio sababu sasa postmortem ama hadi ya uchunguzi na ule mwili ilikuwa inafanywa leo na kama itakuwa associated ya mwalimu nikiripotia Coco FM kutoka hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Janet Mumbi, Coco FM, ladha ya Pwani.